na wafungwa nchini Burundi walalamikiwa kuwalazimisha wafungwa wapya kulipa fedha ili kupokelewa gerezani. Habari kamili. Ngara, wananchi Ningara mkoani Kagera wametakiwa kuendelea kuilinda na kuendeleza mitambo ya kuzimia moto ili endelee kuwanufaisha na kuwasaidia pindi majanga ya ajali yanapotokea katika jamii. Wito huo umetolewa na naibu katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Dkt Maduhu Kazi, wakati wa hafla ya kukabidhi mtambo wa zimamoto na uokoaji kwa jeshi la zimamoto wilaya ya Ngara uliofadhiliwa na mradi wa umeme Rusumo, Rusumo Power Company Limited. Dr. Kazi amesema kuwa serikali inaendelea kuweka juhudi za so kuhakikisha kuwa jeshi la zimamoto linapata mitambo mikubwa ili kurahisisha kazi ya zimamoto na uokozi. Ninawapongeza sana katika kushiriki kwenye utoaji ushauri wa kitaalamu jeshi la zimamoto na uokoaji katika miradi mikubwa ya kitaifa. Tumesikia kwamba zimamoto na uokoaji wameendelea kutoa ushauri katika mitambo mikubwa ya kimkakati ya kitaifa na miradi hiyo ni Naye kamishina wa jeshi la zimamoto na uokozi division ya operation nchini Bi Happiness Shirima ameshukuru wizara ya mambo ya ndani kuhakikisha kuwa changamoto ambazo zinajitokeza zinatatuliwa kwa wakati. Geita, jeshi la polisi mkoani Geita limewahakikishia wananchi hali ya usalama kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa rais, wabunge na madiwani utakaofanyika tarehe 29 mwezi huu wa Oktoba. Kamanda wa polisi mkoa wa Geita kamishina msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Safia Jongo amesema hayo wakati akizungumza na wakazi wa kata ya Senga wilaya ni Geita. Kamanda Jongo amesema hakuna mtu yeyote atakayewazuia wananchi kwenda kupiga kura wala kuanzisha vurugu wakati wa zoezi hilo. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amewataka wananchi mkoani humo jitokeza kwa wingi kupiga kura kwa kuwa hakuna mtu yoyote mwenye uwezo wa kuwazuia kutimiza haki yao ya kikatiba. Arusha. Rais wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania tukta Tumaini Nyamhokia amewasihi viongozi wa vyama vya wafanyakazi na wanachama wote kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Arusha leo, Nyamukia amesema upo muhimu wa wafanyakazi kujitokeza kupiga kura kwa kuchagua viongozi watakaojenga taifa lenye uongozi unaojali maslahi ya watumishi wa umma na sekta binafsi. Aidha amewakumbusha wanachama hao wa TUKTA kauli mbiu ya Mei Mosi mwaka huu inayosema uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi. Amesema hadi sasa wafanyakazi wote wako salama na nchi nzima iko salama, hivyo hakuna sababu ya kukaa nyumbani siku hiyo muhimu ambayo itakuwa na mapumziko. Biharamulo. Mgombea ubunge jimbo la Biharamulo, Biharamulo Magharibi mhandisi Ezra Chiwelesa amewashauri wakazi wa Kata Nyarubugo na maeneo yanayohusika yanayokuwa kiuchumi kuepuka kuuza maeneo yao, badala yake wabuni miradi ya kitega uchumi ili kuwainua kiuchumi. Mhandisi Chiweleza amesema hayo wakati wa mkutano wa kampeni uliofanyika katika viwanja vya soko la Nyarubungo, ikiwa ni sehemu ya kuendeleza mikakati yake endapo atachaguliwa kuwa mbunge wa jimbo hilo. Amesema wakati akifanya maandalizi ya kuwashawishi serikali kujenga chuo cha uguzi katika hospitali ya wilaya Katoke, wananchi wanapaswa kuanza maandalizi ya kujenga miradi mbalimbali mbali ya kuongezea kipato badala ya kuuza viwanja vyao. Awali, baadhi ya wananchi Margaret Josephat na Hassan Ibrahim wamesema ili waweze kupata maendeleo ni muhimu mgombea ubunge mtarajiwa mhandisi Chiwelesa ahakikishe anatafuta wawekezaji ili vijana waweze kupata ajira na fursa nyingi za maendeleo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Bujumbura, Shirika la kutetea haki za binadamu na kupambana dhidi ya ukosefu wa ajira nchini Burundi Alkoto limelani vitendo vya baadhi ya wafungwa wanaolazimisha wafungwa wapya kulipa fedha wanazoziita kama ada ya kupokelewa gerezani. Katibu mkuu wa shirika hilo Bwana Viane Ndaisaba amethibitisha kuwepo kwa hali hiyo na kueleza kuwa wafungwa wanaokosa fedha hizo hulazimika kupigwa na wenzao, kitendo ambacho amekitaja kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Daisaba ametoa wito kwa viongozi wa magereza na vyombo vya usalama nchini humo kuchukua hatua kali dhidi ya wafungwa wanaojihusisha na vitendo hivyo ikiwemo kuwafungulia mashtaka au kuwaongezea adhabu iki ya kifungo gerezani. Tehran, Irani imetahadharisha kuhusu mashambulizi mapya ya kijeshi dhidi yake na kusema yatashindwa tena. Tahadhari hiyo imetolewa baada ya shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia nishati ya atomic kuelezea hofu ya uwezekano wa matumizi mapya ya nguvu ikiwa juhudi za kidiplomasia na Tehrani zitagonga mwamba. Mnamo katikati ya mwezi Juni, Israeli ilifanya mashambulizi ambayo hayajawahi kushuhudiwa dhidi ya Iran na kusababisha vita, ambapo Irani ilijibu makombora na droni. Wakati wa mzozo huo wa Israeli na Irani, vita hivyo vilivyodumu kwa siku kumi na mbili Israeli ilishambulia vituo vya kijeshi na vya nyuklia vya Irani, huku Marekani ikijiunga baadaye kwa kushambulia vinu vikuu vya nyuklia. Kabla kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoani Geita la uhakikishia wananchi hali ya usalama kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu.